Hii ni billion stock, tunazungumza mabilioni <laughs> hapo hapo ulipo, bila kubadili nguo, bila kuoga, bila kushughulikia passport, na kuchukua kama ulivyo, kisha ninakulipia nauli milioni moja elfu sabini na tisa na mia nane na ushei. Tunakata tiketi, tunapanda ndege, tunadumu hewani kwa masaa takribani matano na nusu Alafu pa tunatua ndani ya uwanja wa baada ya kushuka hapo, tunachukua usafiri wa umma, tunaingia mitaani na kukutanishwa na bwana mmoja amevalia mavazi machafu, ameketi chini. Hata jua liwe kali vipi, huyu bwana aondoki. Mikono yake amenyoosha mbele ikiwa ni ishara ya kuomba, lakini pia chini yake kuna chombo ambacho watu kila wanapopita wanaangusha pesa. Najua hiyo ni mara yako ya kwanza kumwona, lakini unaambiwa huyo jamaa yupo eneo hilo kwa takriban miaka 40 na yeye ana miaka 54 mpaka sasa. Ni nani? Anaitwa Bahlat au Bharat. Bharat Jain huyu ni ombaomba maarufu sio tu India, bali duniani kwa ujumla. Umaarufu wake unaletwa na nini? Umaarufu unaletwa na kiwango kikubwa cha pesa ambacho anakimiliki Bharat Jain. Sio kwamba anatumia mbinu za ziada, labda kupola watu, labda kufanya hivi na vile, hapana. Miaka arobaini ya kuombaomba, nidhamu kwenye fedha, kila ambacho amekifanya ndicho kimempelekea huyu bwana amiliki takribani dola milioni moja, ambao ni sawa na bilioni mbili pointi sita za pesa ya madafu Tanzania. E bwana, leo ilikuwa ni kukutanisha na ombaomba bilionea, ombaomba tajiri duniani. Lakini sio uombaomba ndio umempelekea mpaka kuwa tajiri namna hiyo, hapana. Baada ya kupata pesa nyingi, Bharat kuwekeza kwenye real estate kwa maana ya mali zisizohamishika. Bharat anamiliki ghorofa mbili katika ghorofa kubwa za kibiashara jijini Mumbai yeye amepangisha hapo na kila mwezi anaingiza fedha nzuri tu sawa sawa. Bharat katika kuombaomba anaingiza takriban shilingi laki tatu na kumi mpaka laki tano na ushei kwa mwezi, sijui unanielewa, Bharat bwana. Pamoja na utajiri huo, yeye ameendelea kuwa ombaomba, lakini wanawe na familia yake kwa ujumla ndio wanasimamia maduka mengine mawili ambayo anaamiliki, lakini familia imejikita zaidi katika duka la vifaa vya shuleni, yani stationery, wanaiendesha biashara huko. Bharat kwangu ni kielelezo cha uchapakazi, japo kazi huwa inatazamwa kama ni kazi ya kujidhalilisha, lakini wengi huwa hawaitazami kama kazi, na ndio maana unakuta wale wanaowasaidia au ombaomba huwa wanawaambia, sasa si ungeenda kufanya kazi ili usaidie huyo ambaye unamsukuma. Sawasawa, ya. Bharat alifanya uombaomba kama kazi akaiheshimu kila shilingi ama kila senti ama kila lupia anayoipata na ndio maana leo amefika hapo alipofika. Kwa sasa ana umri wa miaka hamsini na nne, sawasawa. Bharat anatambulika jijini Mumbai, lakini kwa namna ambavyo anajiweka kila siku, watu huwa hawamtambui. Kitu nataka kukuambia ni hiki. Usimchukulie poa yeyote ambaye amejichukulia poa lakini, usimdhalau mtu kwa sababu wengine wanamdhalau, lakini fika katika mazingira ya kudharaulika kwa sababu hujui nyuma ya mtu kuna nini, hujui nyuma ya mtu kuna nani, na hujui nyuma ya mtu kuna historia gani. Mimi ninaitwa Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga, nikushukuru sana. Tukutane tena kwa saa mwingine, ili tuweze kupiga hizi soga zetu za kibilionea, yani billions talk. Asante sana.